Vikao vya maoni kuhusu mustakabali wa hazina ya CDF nchini vimeendelea sehemu nyingi nchini huku wengi walioshiriki wakitaka fedha hizi kusalia kwenye maeneobunge. Wengi waliozungumza kwenye siku ya kwanza ya vikao hivi sehemu mbalimbali nchini wamepinga kuondolewa kwa hazina hii na badala yake wakitaka fedha hizo kuongezwa. Kama Umwangi anatuarifu. Mamia ya wakenya walifika kwenye afisi za maeneo bunge yao huko mashinani wakiwa na nia moja, kutoa maoni yao kuhusu kuhalalishwa kisheria kwa hazina za NGCDF, NGAF na ile ya utendakazi wa maseneta kwa utendai, kwenye zoezi ambalo limewasukuma wabunge wengi kurejea nyumbani kujumuika na wapiga kura. Wakenya wamesifia faida ya hazina hizi haswa ile ya NGCDF kama sababu kuu ya kukubalia zisalie na wabunge imeweza kupatia fursa ama nafasi wale wanafunzi ama watoto ambao wanatoka jamii maskini kupata elimu kupitia kile kitengo cha basari. Napata kina akinamama wanasaidika grup zenye tuko tu nazo, huko mashinani mashule zetu zimekuwa zikisaidika, inakuwa ikisaidia watu wenye ni very vulnerable, the extreme vulnerable. Basari ni mingi, kuna ya presidential hatuoni, kuna ya county hatuoni, lakini ya mbunge Mweshimiwa Kimilu tunapata sisi wote wabunge. Hawa wakiwarai wa Kenya kutokubali hazina hizi kuondolewa kwao, baada ya mapendekezo kwa hazina ya NCDF kuondolewa na kuongezwa kwenye mgao wa fedha za kaunti. Mimi hata nikisema hata kama ni mambo ya barabara ingawanishwe hivo pa kama ni mambo ya stima igawanishwe pa constituency, mambo ya mahospitali igawanishwe pa constituency. Hiyo inasafanya maendeleo ifikie mwananchi. County government imeashua mahospitali bado, they are not able to deliver. Sasa tukiashiria pesa ya CDF atiende, nani atajenga madarasa nani atajengea uh, uh, community nani atajengea security badala ya kusema kwamba wanataka kuondoa hii pesa na hii pesa ishakuwa tangu na imesaidia watu wengi, instead wanatakiwa waiongeze ikuwe mingi na i, iwekwe kwa sheria kama katiba ikuwe milele na milele. Zoezi hili litaendelea siku ya Jumanne na kukamilika Jumatano. Kamau Mwangi, runinga ya Citizen.